Je, kunywa pombe ni dhambi? Je, ni kweli Biblia haikatazi kunywa pombe? Ndiyo, ni kweli Biblia haikatazi kunywa pombe. Lakini inakataa na kukemea ulevi na matumizi mabaya ya pombe. Kwa maneno mengine, kunywa pombe si dhambi, lakini kulewa ni dhambi. Tuangalie ushahidi unaothibitisha Biblia haikatazi kunywa pombe. A, Yesu alibadili maji kuwa divaini, Yohana 2:1 mpaka 11 ya arusi ya Kana. Kama kunywa pombe ni dhambi, Yesu asingetengeneza divaini na kuiruhusu kwenye sherehe ya kiroho kama arusi. B, Paulo alimwambia Timotheo anywe divaini kidogo. Wakorintho wa kwanza tano ishirini na tatu inasema usitumie maji peke yako, bali tumia divaini kidogo kwa sababu ya tumbo lako. Paulo asingependekeza kitu ambacho ni dhambi. Si, Zaburi na Mithali hutaja divaini kama baraka. Zaburi mia moja na nne mstari wa kumi na tano inasema divaini ni ya kufurahisha moyo wa mwanadamu. Hapa Biblia inaonyesha divaini kama zawadi ya neema, si kitu cha kulaaniwa iwapo haitumiwi vibaya. Biblia imekataza ulevi, si pombe yenyewe. Waefeso 5:18 inasema wala msile kwa mvinyo ambapo mna ufisadi. Mithali 20 mstari wa kwanza inasema mvinyo ni msengenyaji. Kileo ni mkaripishaji, na yeyote apoteshwaye na hivyo si mwenye hekima. Mithali 23:29 mpaka 35 inasema. Hapa Biblia inaeleza madhara ya ulevi: maumivu, ugomvi, macho mekundu na tamaa zisizodhibitika. Hivyo maandiko yanapinga ulevi, si unywaji wa kiasi kwa nini biblia haikatazi pombe moja kwa moja moja pombe ilikuwa sehemu ya utamaduni wa mashariki ya kati na haikuwa kileo chenye nguvu kama cha leo mara nyingi ilikuwa imechangwa na maji mbili ilitumiwa kwenye sherehe za kidini na kijamii hata kwenye sadaka za kimeleki mambo ya walawi kulikuwa na sadaka ya kinywaji tatu Kanuni ya Mungu ni usimamizi wa nidhamu, sio marufuku ya kila kitu. Biblia inaweka msimamo wa kiasi na kujizuia. Watu wanaokatazwa pombe kabisa kibiblia: walevi wa zamani, naziriti mfano Samsoni, Waamuzi 13:5, makuhani wakati wa kuhudumu, Mambo ya Walawi 10:8-9. Viongozi Mithari 31:4. Hao ni tu makundi maalumu, si watu wote. Je, Mkristo wa leo anywe pombe? Biblia inauliza mambo makuu matatu. Moja, je, unachukizwa na wengine? Romi 14:21 inasema kama matendo yako yanaangusha wengine, acha. Mbili, je, unajua kupima kiasi? Ukikosa kiasi ni dhambi. Tatu, je, pombe inakukosesha wewe binafsi? Kama inaathiri maombi, kazi, tabia, uamuzi au heshima yako, achana nayo. Nini biblia inafundisha kwa ujumla? Si pombe inayodhuru, ni matumizi yasiyodhibitiwa. Biblia haijakataza kunywa, ila imekataza kulewa. Mkristo anaruhusiwa kunywa kwa kiasi kama hatumiki vibaya na hajikwai wala kuwakwaza wengine.